Yes, kwenye usiku wa kitchen part gala ya EFM na Dina Marius, leo tunaye Mrs. bugati Zaylisa eh, Mrs. ya Manara. Wow, kwanza umependeza sana <laughs> Uh, nafurahi mara nyingi nakunaga una smile all the time. Kwanza uh, tuanzie kwanza kwenye dress code ya leo. Um, tunajua um, mtu ambaye anakudesign lakini pia leo wewe una, una present kama na, na hatujategemea na pia pengine ungekuja na, na Mr. Hapa na present brand yangu ya na collection. Siwezi kuja na na Mr. ni Kitchen patgala ni zaidi imebase kwa wanawake, yeah. Sawa. Uh, unaonekana ni mtu ambaye pia unapenda sana mambo ya fashion, mambo ya kuvaa na nini na by the way leo pia tumeona umekuja na design nyingine ya nguo, na mara nyingi kwenye events nyingi tunakuona unakuja kitofauti mm-hmm ni designer wako ambaye pia ni ana collection ni na wewe ambavyo pia unataka kujibrand kwenye ngozi uh, tumpe maua. Designer wangu anaumiza sana kichwa, anapenda vitu vya tofauti, yaani anapenda kuwa unique, anapenda kuonekana zaidi, anapenda kuitambulisha brand yake zaidi, koo wataumiza kichwa, watafanya kila kitu kikubwa yani, kitu kisimame, kitu kionekane. Tuanzie kwenye baadhi tumesema ni mtu ambaye pia unapenda kuvaa lakini pia same time una designer wako. Watu wamekuwa wa, wa na comment tofauti jinsi ambavyo pia kwenye event nyingi ambazo mara nyingi huwa unatokea, wanasema zai anapania event za watu kuliko wahusika, na moja kati ya comment ambayo nikutana nayo ni kuhusiana na harusi ya Hamisa Mobetto, umeonekana ni mtu ambaye pia unapania. Labda pengine ukikutana na comments kama hizi wewe unazizungumziaje? Hamna, kila mtu ana mtazamo wake. Mimi kikubwa naenda na theme ni kitenge, siwezi wezi nikaamba nivae kitenge nikavaa kitu kingine. Ukiniambia kitenge hicho hicho, kitenge ambacho watu watakiona ni kibaya, watu watakiona hivi, kitafanywa tu kitakuwa. Wao niliona, yani kita, kita wao. mm. niliona comment ya nili, nili interview ya Karima Story, alizungumza kwamba alikuwa kwenye grupu la ya harusi ya misomo betu na alisema kwamba jamani, msipendeze sana mkanizidi mimi. Lakini Zaylisa alikiuka masharti ambao alikuwa anazungumza bibi harusi ambaye ni Hamisa. ni kweli sio kweli? Kuna mtu tu aliandika alisema, jamani msipendeze kuzidi bibi harusi, lakini mwenyewe Hamisa alisema, jamani pendezeni, kila mtu awe free, watu mpendeze, na nataka shule yangu ipendeze, watu mpendeze. Yes, na wewe unapania kweli? Hapana, kawaida eh, hey, jinsi ambavyo nguo tunazinakukaa Alhamdulillah. <laughs> Lakini ndoa naona imetika, Zai mwili unakuja. So Zai ambaye pia nilikuwa namjua mimi kipindi kile anajitafuta tafuta, sasa hivi naona ndoa. Mashallah, umenenepa. <laughs> kwa namjua <laughs> Zailisa Zai, yule wa kipindi kile. Nashukuru Mungu, alhamdulillah. Ukirizika vitu vinaenda mm kwenye ndoa ambavyo pia unajisikia una, una kwamba bana huyu ni mwanaume sahihi kwangu bana na anadeserve na, na siku zote sijui alikuwa wapi anajua majukumu yake kama mume, you know anajua majukumu yake, ana upendo ana chake vizuri kwa vitu vingi, siwezi kuongea hapa vitu vya ndoa yangu, unajua no, si, no, mimi nimesha kuwa watu maarufu na mashabiki ze wanawatizama sana kwenye mitandao, labda pengine tuna zile rumors ambazo pia labda pengine watu wanazungumza kwenye comments. Labda we ni mtu ambaye unasumbua kwenye ndoa yako na nini? Nasumbuaje? Sasa ningeshasumbua sasa hivi ningekuwa nipo kwenye ndoa Ukiona kwa Mange pale uh, Zaylisa, mm. Um, no comments na haya ambayo pia amezungumzwa na Mange ni eh? Yeah. Uh, mashabiki zenu wewe na, we, we, we, we na, na, na, na, na mai imefikia kama unavyoona hapa nimevalishwa na collection, na ni ya collection. So, collection. Uh, no, nataka tujue, na nimekuja kurepresent brand yangu event, uh, mm-hmm. So, event iko poa yani hapa naondoka, lakini lolote linaniuma, natamani ningekuwa huko ndani yani ndio kwanza kuna habe. Ukija kwenye event kama hizi, vitu gani ambavyo vya msingi wewe unavizingatia sana kwenye kariya yako, labda sababu unakutana na watu tofauti tofauti? Ah, uh, appearance, utulivu, kupendeza basi, sababu tunakutana na watu wengi. Ehe, wengine ndio unakuta unakutana nao, umo umo unawajua, umo umo, labda mnaonana tu mitandaoni, ndio sisi tunaona sana mitandaoni, lakini mtu anakuwa hujamuona hivi, kwa unakuja mnakutana na watu tofauti tofauti, mnajuana, mnatambuana connection sasa Zaai, tunajua we ni maarufu na tumekwenda kwenye jua kali, unafanya vizuri sana na brand yako imekuwa kubwa sana labda pengine, huaga hujawaza kufanya biashara, kwa sababu hapa leo umekutana na wafanya biashara, kuna namna ambavyo labda mnabadilishana mawazo, hujawahi kuwaza kufanya kitu kama hicho? Mimi uzuri najaribu sana vitu So kama sijawahi kufanya biashara nimeshawahi. Na hapa nilipo na biashara. Biashara gani? Bora sijawahi kuiona. Niamua na tu kwamba ile ndio sasa niko serious yaani, sijakuwa ile serious kwamba sasa mimi ni mfanya biashara. Nafikiri itafika muda nitabase zaidi huko. Lakini sijawahi kukaa tu hivi yaani bila biashara. Mimi naweza nikauza hata pipi, nikauza chochote, lakini kikubwa tu niwe na biashara kwamba nina biashara naifanya, ila sijakuwa ile bado serious kusema kwamba sasa ni mfanyabiashara rasmi hiyo bado lakini sijawahi kukaa bila biashara. Interest yako ni nini, biashara ya namna gani? za urembo, mambo ya fashion ndio vitu ambavyo napenda zaidi na nice, ndio nitaviweza sana so, vinginevyo vipi? <laughs> vinginevyo vipi sa, kwa sababu tunajua wewe ni mtu ambaye pia unavalishwa na ana collection ukif yes. kwenye usiku wa Kitchen Party Gala ya EFM na Dina Marius, leo tunaye Mrs Bugatti Zaylisa, eh, Mrs ya Manara kwanza umependeza sana mashallah, asante. <laughs> Uh, nafurahi, mara nyingi nakunaga una smile all the time. Kwanza uh, tuanzie kwanza kwenye dress code ya leo. Um, tunajua mtu um, ambaye ana kudesign lakini pia leo una, una, una present kama na hatujategemea na, na pengine ungekuja na, na mister hapa na present brand yangu ya na collection. Usiwezi kuja na mister, yani kitchen gala ni zaidi imebase kwa wanawake yeah. Sawa, uh, unaonekana ni mtu ambaye pia unapenda sana mambo ya fashion, mambo ya kuvaa na nini, na by the way, leo pia tumeona umekuja na design nyingine ya nguo, na mara nyingi kwenye events nyingi tunakuona unakuja kitofauti. Ni designer wako ambaye pia ni ana collection ni na wewe ambavyo pia unataka kujibrand kwenye nguo hizi. Uh, tumpe maua, designer wangu anaumiza sana kichwa, anapenda vitu vya tofauti, yaani anapenda kuwa unique, anapenda kuonekana zaidi, anapenda kuitambulisha brandi yake zaidi. Kwa hiyo wataumiza kichwa, watafanya kila kitu kikubwa yani kitu kisimame, kitu kionekane. so, uh, tuanzie kwenye uh, tumesema tu, tu, ni mtu ambaye pia unapenda kuvaa lakini pia same time una designer wako Watu wamekuwa wame na comment tofauti jinsi ambavyo pia kwenye event nyingi ambazo mara nyingi huwa unatokea, wanasema zai anapania event za watu kuliko wahusika. Na moja kati ya comment ambayo nilikutana nayo ni kuhusiana na harusi ya misomobeto umeonekana ni pengine, ezi, kila mtu ambaye pia unapania labda pengine, ukikutana na comments kama hizi huwa unazizungumziaje?